Unajua kanisa katoliki lina utajiri kiasi gani? Hebu tuzungumze kwa uharaka zaidi. Kanisa katoliki ni moja ya taasisi ya kidini zilizo na mali nyingi sana duniani, na kwa miaka mingi utajiri wa kanisa katoliki umekuwa na mafumbo ya siri. Lakini utajiri huu umetokea wapi? Ukwe toka mwanzo wa upapa wake Francis, yani tunamzungumzia papa Francis ambaye alifariki na moja Aprili, alitaka kufanya akaunti za Vatican kuwa wazi zaidi. Thamani yake haijafichuliwa mpaka sasa, lakini takwimu za hivi punde zinaonyesha zinaonyesha kuwa utajiri wa kanisa Katoliki ni takribani dola milioni moja. Semekana kanisa lilianza kukusanya mali pamoja na utajiri kuanzia katika karne ya nne chini ya utawala wa Kaisari ambaye alikuwa anajulikana kama Kaisari Konstantini. Tukumbushane kidogo, vya Kaisari mwachie Kaisari, vya Mungu mpe Mungu. Miaka ya 272 ka miaka ya mia tatu thelathini na saba yani tunamaanisha kabla ya Yesu kuzaliwa. Kanisa Katoliki lina hazina kubwa sana kama vile michoro, sanamu moja na majumba ya kifarume yaliyogeuzwa kuwa makumbusho, haswa katika kanisa la kanisa la Sistine, nyumba ya Rafaelija na Penakoti, vyombo vya habari kama vile redio ya Vatican, television ya Vatican, ingawa inasemekana ni vigumu sana kuweza kupata takwimu sahihi kwa sababu mali nyingi zipo katika majimbo tofauti tofauti yanayosafiri hapa duniani, pamoja na mashule, makanisa, hospitali, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu. Pia kanisa Katoliki lina benki zake kubwa ambazo zinajulikana hapa duniani kama vile benki kuu ya Vatican ambayo inajulikana kwa jina la Vatican Bank. Kwa hiyo kanisa Katoliki siyo tu nyumba ya ibada bali ni taasisi kubwa sana na yenye mali nyingi sana hapa duniani, na pia ni moja ya mashirika makubwa sana hapa duniani.